Tumeshuhudia mmomonyoko wa maadili mkubwa miongoni mwa watoto kujiingiza kwenye vitendo visivyokuwa na tija kwa familia ama taifa ama jamii, mathala ni matumizi ya madawa ya kulevya, kuziushisha na vitendo vya ngono katika umri mdogo, na kundi la watoto kukimbia majumbani na kuitwa watoto wa mitaani. Chanzo kikubwa ni udhaifu uliopo katika taasisi muhimu hii ya familia, ambayo leo tunaadhimisha siku yake. Ameeleza vizuri Mheshimiwa Rais kwamba tukishindwa kulea vizuri watoto tunajiandalia upweke uzeeni. Nataka nitoe wito kuwa kila mmoja wetu mwanafamilia achukue nafasi yake ya kulea watoto wake. Inawezekana tuna kazi nyingi za kufanya, lakini muhimu kutenga muda hata kama ni kidogo, wa kukaa na watoto ili kuweza kuwarithisha mila na desturi unazozifahamu. Ni wito wa serikali kwa wanandoa wote kuwa na muda wa kutosha wa kujadiliana changamoto tulizo nazo, na hasa changamoto hizo watoto wala hawapaswi kujua. Tuyamalize wenyewe. Unajua watoto hao wamekuja, sisi tulikuwepo kabla. Sio jamani, kwa nini wakati tunagombana tunataka na wao wawe sehemu ya mjadala? Wakati tunatakutana kwani walikuwepo? Umeudhiwa na mama, mwite mama, mzungumze mama, tuyamalize. Mkitoka nje pale, kaa na plastic smile kabisa. Watoto hata hawapaswi kujua Haya mambo ya kwenda baba unamshtaki kwa mama kwa watoto, mama unamshtaki mama kwa watoto. Matokeo yake ni kwamba watoto wale na wao wanajenga ukuaji wenye chuki miongoni wa kutaka kusema mambo ya ndani, badala ya nyinyi kuyamaliza huko ndani, watoto wabaki na amani kwenye maisha yao, mwone raha wazazi, kwamba baada ya miaka fulani mnamuozesha mtoto wenu, anaenda kujitegemea, na yeye anabeba ubalozi wa namna mlivyomlea kwenye familia nyingine. sisi ni Tanzania.